Haas, umetoka nako kuja kuona mshangazi wako. Mshangazi umeliwa mkiwa, inauma. Kila siku mshangazi unaliwa.

Aaaai, sisi ni a tunamtaka kwa hali na mali, hali na mali. Tunaendaje Pemba bila mpenzi? Tunaendaje Pemba bila mke wetu? E Zanzibar pata hali kaje, ijua Benjamini <usuruhi> amebaka kwa ila amefuka maji <usuruhi> kuja kugawa utamu anafuka mpaka maji anafuka mpaka maji <usuruhi> kuja kugawa <usuruhi> utamu <usuruhi> <usuruhi> Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa mnatufanyia hivyo Simba? Tumewamini sisi jamani, mpaka mwezi wa yapu... <laughs> wa tatu <Interestingly> <etusaru> mpaka <Malisa>. <fragr defended> mwezi wa tatu wanagawa utamu, Azamu wanakuzoea Azamu ashafanya mshangazi ni wako, alafu kinaniuma yule wame kilauali yanitambulisha na Simba kucheza

simba tuliwataka huku Zanzibar kwa hali na mali, lakini ndio hivyo. Tunamwomba injinia, mwenyekiti wa umoja wa vilabu wa Afrika, ili swala lipatikane hata la mechi ya kirafiki. Anzisha hata mashindano ya aca hata aca, nako hata bunju hata bunju, twende sasa. Tutacheza nao lini Simba? sisi mara ya sita tunataka, ya saba tunataka, ya nane Tutacheza nao lini? Mbona mnatukimbia mai wetu? Yeah. E, ashimuibwe zaka za kazi, embu haya mambo yakae yazungumzike, ya huyu mwanamke asianze kuwanogea. Tafuteni mwanamke wenu mdili naye <laughs> Azamu ameanza kutuibia mke wetu, sijui tumekosea wapi kaka mshangazi. Tumejitahidi kila namna. Mm. Tumekuja na mwamuzi kama kinga lakini bado mshangazi kaugawa. <laughs> Jamani mani Simba, jamani wamesahau kusule dikadi. Mbona refa leo kawabeba sana? Kwani ule mgoli wa kwanza si mgoli ule? ule refa mbona kama ni mbeleko kaifanya. Kubwa kwa sababu ilitakiwa umeme leo utoke mapema, kabla ule umeme wa mwisho. Ni hivyo tu, leva kawabeba. Mimi kinachoniuma ni kwamba mpenzi kashtukia chezo chezo, tuliokuwa tunataka kwenda kulifanya Pemba, alikuwa chezo la kawaida. Ndugu zangu mkeshuhudia nane ambazo hamjawai kuziona na nani hivi, na kweli Yanga ya kuipigia mahesabu na Singida na pakome yupo, alafu mm, leo mpanzo alikuwepo, kumbe Simba kwani wamemkosa nani wa maana? Wa maana nasema ukisema huyu ndio mchezaji wa Simba best wa maana wa kumzidi aliokuwepo leo yani Moris Abrahamu ni bora kuliko Mpanzu. Kwa siku hizi, yani watu wanategemea ya molisi kuliko mpanzo. Ndio tulipofikia. Kibu anamzidi nani Aua? Kwa hiyo kibu na aua ni muhimu sana. Kibu kibuzimbwe hivi nao wakwao wa, mwalimu ni bora kuliko soa, e, mwalimu ni bora kuliko soa. E, tumefikia hatua hiyo, yani kwamba Simba analilia malijendi. Mbona umefikia mbali? <laughs> chezaji wana matako uwanjani? Mchezaji ana matako waoshe. Oh, kuona wapi? Sikiliza nikwambie, Azam tuna vigezo, kila kitu tuna vigezo. Ukiangalia uwanjani, achana na boti, tunawapa usafiri wao, waje kuangalia mpira, tunawapa soda, kila kitu ni hazam. Mpira pia waja tufunge, sio kweli. Sisi hazam ni hazam tu Simba kila siku wanafungwa wao mpaka na Azam. Wao wow, nisikia wapi? Mmewajulia nini sasa wata Simba? Watajua wote kurulizo hii. Eh? Imekuwa ime kama tabia sasa. Mmewajulia Me, nini? Simba hawajui mpira. Hawajui mpira Simba. Simba. Kwanza wachezaji wa leo ni wa wapi wameletwa kutoka Simba? Wachezaji wa leo ni wa wapi kutoka Simba? Hatuwafahamu hao wa wachezaji, hata mmoja simjui mimi, naona vichogo tu. Wachezaji si gani hawajui? Siwajui wachezaji wa Simba. Wachezaji wapi? Wachezaji wote maarufu wa Simba hawapo uwanjani. Achana na hiyo wachezaji, wana matako, wana matako wachezaji, wanakula mimi. Na nashabikia Yanga wale. na Hazam haagaia Yanga kila siku tunafunga, kwa nini wao sifunge wao? Simba wachezaji wanakula, wanacheza nini? wala sio kucheza habari. Sisi kwa chetu kaferi sehemu mdogo tu kwenye ma striker hajaanza na na striker wepesi isipokuwa ki... yeah. Mtoto unavomzaa hata kama ni mlemavu ni wako wa, si hatuwezi kuhama timu yetu na tuna support mwanzo mwisho, timu yetu itapata ushindi, tuna uhakika huo. tu tu kitambaa tu hichi kitambaa tu, niwaambie ni kitu. utandondosha mie, utandondosha mie na goli langu wame. moja la hazam leo, utandondosha mie

akucheza hata mazoezi ya kufanya Simba lara mshangazi kaliwa na mtoto sku. Ntoumiza. Ntoumiza. Ntoumiza. Ntoumiza. Usam, Simba. Simba jamani hebu komaeni maeni basi mbana hata mapaja siku nyingine anga Yanga tumeamisi saa Simba jamani, Yanga sisi tumeamisi tunautaka tena jamani, tutakutana na nyie wapi jamani Simba tuliwataka huku Zanzibar kwa hali na mali, lakini ndio hivyo. Tunamwomba Injinia C mwenyekiti wa Umoja wa Vilabu wa Afrika, ili swala lipatikane, hata la mechi ya kirafiki, anzisha hata mashindano ya hata awe, kwenye ACA, nako. Hata bunju hata bunju, twende sasa. Tutacheza nao lini Simba? Sisi mara ya sita, tunataka ya saba, tunataka ya nane tutacheza nao lini? Mbona mnatukimbia mali wetu? Yeah, za zaka zaka za kazi. Embu haya mambo yakae yazungumzike, ya ya huyu mwanamke asianze kuwanogea. Tafuteni mwanamke wenu mdili naye, Azamu ameanza kutu